Kauli hiyo imetolewa wakati wa hafla ya kukabidhi misaafu kwa wanafunzi wa madrasa mbalimbali hapa mjini Babati, mkoani Manyara, ambapo jumla ya misaafu zaidi ya 3,500 imetolewa na taasisi ya misaada ya Kiislamu na taasisi ya Amal Foundation of Malaysia, huku lengo kubwa ikiwa ni kukuza uelewa wa watoto kuhusu mafundisho ya dini. Haji Hussein bin Ismail ni rais wa Amal Foundation of Malaysia, hapa anaeleza umuhimu wa misaada hiyo. Year maono yetu ni kuwa taasisi inayotoa misaada so, um, kwa watu maskini the mwaka huu uh, wa mwaka 2025. Kwa sababu hiyo, tunakwenda kila mahali karibu nchi ya 53 duniani kutoa misaada. Tunataka kushirikiana na Watanzania wote kufanikisha hayo. Tuna programu ya kurban ambayo tunatoa sadaka ya nyama ya mbuzi na ng'ombe kwa maskini na tunatoa Quruani laki tatu. Asilimia arobaini ya Waislamu wanapatikana maeneo ya vijijini. Tumewajengia madrasa na tuna kampeni ya kutoa Quruani milioni moja kwa madrasa zote. Kwa upande wa walimu wa madrasa wamesema misafu hiyo iliyotolewa itaboresha ubora wa ufundishaji wa Quran kwa kuweka misingi bora wa elimu ya dini na kuimarisha ari ya wanafunzi ya kujifunza masomo ya Quran pamoja na kumjua Mwenyezi Mungu. Ustadh Mwinyi bin Masud ni mwalimu wa madrasa hapa, anaeleza umuhimu wa msaada huo. Kwa hiyo tutakitumia kitabu hiki au msaada huu ambao tumeupokea kwa ajili ya kuweza kuwasomesha, pia vijana waweze kujua dini yao vizuri na waweze kumjua Mungu wao kama jinsi alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni vizuri kwa wazazi kumsomesha mwanao wa dini, na hata ukiangalia mtoto mwema huwezi ukasema uka, uka, uka una mtoto mwema kama hajasoma dini. Mtoto akisoma dini ndo atajua thamani ya mzazi ni ipi. Lakini tizama, nchi ambazo hazijasoma dini, mtoto ana uwezo wa kumtukana baba. Lakini kwa jamii za Kiafrika ambazo tulilelewa katika tamaduni, japo pengine wengine walikuwa na abudu miti lakini walikuwa na dini zao, uwezo ukakuta na tamaduni za baba au mtoto kumtukana baba na akamwona kwamba baba hafai. So, siku zote jamii yenye maadili ni ile yenye dini. Jamii ikikosa dini, haina maadili. Nao baadhi ya wanafunzi wa madrasa akiwemo Abbas Abdullahi pamoja na Adiwal, wanafunzi wa madrasa kutoka Babati hapa, wanaeleza na kuishukuru taasisi hiyo kwa msaada huo. Tumefurahi kupewa zawadi hii ya misaafu ambayo itatusaidia katika masomo yetu, hatutopata uh, shida tena kutafuta misaafu, na tunashukuru pia na wametufanyia wepesi kiufupi, tumefurahi. Kwa kweli tumefurahi sana, sisi kama kizazi kipya tusaidia kwa kule kusoma kwetu, kutokana na uhaba wetu vitabu, labda kama hivi, wengine pa watu kwa na vitabu, labda labda kama hivi, kuna uhaba misahafu, labda Quran, kuna uhaba misahafu kwa kule kusoma sisi Qurani. Kuna mengi tutakayefahamu hapa, mengi tutakayefahamu hapa hivi ambayo tusababisha usilamu wetu kuwa bora zaidi kwa kupitia hii misahafu, kutokana na liomo ndani ya hii Qurani kutoka Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.